Mhamasishaji maarufu nchini Tanzania, Bongo Zozo, amejivua ubalozi wa utalii wa nchi hiyo, akipinga vitendo vya viovu vilivyofanywa dhidi ya raia. Bongo Zozo amesema kuna njia mbalimbali za kudhibiti vurugu nje ya matumizi ya risasi. Amesema kuwa hawezi kuendelea kuwa balozi wa utalii na kujivunia nchi hiyo ambayo imekiuka haki za raia wake. Mimi sijawahi kukatia tamaa Tanzania, lakini naogopa hiyo siku sasa imefika nimeumia, nimeumia, na nimeumia tena, hasa wale watoto waliopoteza maisha yao. Unajua, kabla ya kuanzisha Bongozozo mimi nilikuwa kocha wa mpira wa watoto Iringa na Moshi. E, hawa hawa ni watoto wangu. Kwa miaka 27 nilizoishi nchini Tanzania sijawahi kuona uvunjifu wa amani na ukosefu wa utu kiasi hicho. Yaani ukiangalia video zinazosambaa mitandaoni, yani unasema, yani, hii sio Tanzania tunaojua sisi, kama Somalia, kama Somalia. Najitahidi kuongea kwa heshima, lakini siwezi kuridhika nikiona risasi zinatumika kwa raia. Mbona kuna njia nyingi ya kuzuia ya kudhibiti vurugu mtaani? Kuna kuwapiga na maji, kuna mabomu ya machozi, lakini risasi imenilaza chini. Napinga asilimia mia, mia. Basi uamuzi niliofikia ni kujitoa kwenye kazi ya ubalozi wa utalii kwa Tanzania. Kazi yenyewe nilipokea kwa moyo mkunjufu na nairudisha kwa moyo mzito, mzito sana na wapenda sana nyewe wa Tanzania wote, ila inaniwia vigumu kupeperusha bendera na kutangaza Tanzania kama sio nchi ya amani na utu. Maelfu ya watu wameusifu uamuzi wa wake huo na kuita kuwa ni wa kishujaa na kiutu. Maoni kwenye mitandao ya kijamii yanasema kuwa Bongo Zozo amewashinda wasanii wengi wa Tanzania ambao wako kimya kuhusu suala hili.